Watu wa nuru na giza, simulizi kutoka enzi za kale. Zamani za kale, kabla hata ya mataifa ya sasa kuwepo, palikuwa na bara kubwa lililojulikana kama Neratha. Bara hili liliishi watu waliokuwa na nguvu zisizo za kawaida. Waliweza kuamuru upepo, kulainisha mawe kwa mikono yao na hata kuzungumza na nyota. Waliitwa watu wa nuru. Kwa karne nyingi waliishi kwa amani, lakini kadri nguvu zao zilivyozidi, mioyo yao ilianza kubadilika. Wakaanza kusema sisi ni miungu, hatuhitaji tena sauti kutoka juu. Wakajenga mnara wa kioo uliofika mpaka anga la juu, wakajaribu kuufikia mwanga wa Mungu. Lakini walichosahau ni kwamba mwanga wa kweli hawezi kufikiwa kwa nguvu za kimwili, bali kwa unyenyekevu. Siku moja anga lilifunguka, si kwa radi, si kwa moto, bali kwa kimya kikubwa cha kutisha. Milima iliinama, bahari zikatulia, na kwa mara ya kwanza watu wa nuru wakawa kimya. Ndipo sauti ikasikika isiyo ya dunia hii ikisema, nuru yenu imekuwa kivuli, na kile mlidhani ni utukufu ni kivuli cha kiburi. Kwa hiyo nitafuta kizazi hiki, na kutoka mavumbini nitainua viumbe wapya, walioko tayari kujifunza, kuamini na kupenda. Katika sekunde moja, mnara wa kioo ulipasuka kama kioo cha moyo uliovunjika, ardhi ikameza majiji yao, bahari ikageuka kuwa chemchemi ya machozi, na upepo ukasomba kumbukumbu kumbu zao. Watu wa nuru waliangamia Sio kwa vita, bali kwa kutengwa na upendo wa Mumba. Kizazi kipya, viumbe wa mti wa maisha. Kutoka majivu yao palitokeza viumbe wapya waliotokea katika mizizi ya mti mkubwa ulioota katikati ya mahali palipokuwa mji mkuu wa Neratha. Viumbe hawa waliitwa watu wa mizizi. Hawakuwa na nguvu za kupindua upepo wala kuzungumza na nyota, lakini walikuwa na kitu cha ajabu: walikuwa na mioyo ya kusikia walizungumza kwa upole, waliulizana maswali badala ya kutoa amri, na kila walipopata maarifa walimshukuru Mumba kwa sauti za nyimbo na mashairi. Mungu alitembea miongoni mwao kama kivuli baridi chini ya jua kali. Mara nyingi nguvu huleta kiburi, lakini hekima ya kweli huanza pale mtu anapojua kuwa si kila kitu kinatakiwa kueleweka; vingine ni vya kuheshimiwa tu. Watu wa nuru walijifunza kwa gharama, lakini watu wa mizizi walirithi dunia kwa unyenyekevu wao.